Mbona usiku nyumbani kwangu? Mwalimu, kuna topic inanisumbua. Unataka unifundishie? niteiele mwalimu akufundishe ndio topiki gani ambayo nakusumbua reproduction reproduction eh ah okay sasa sasa sikia kesho mimi nikifika shule asubuhi kwenye dawati langu njoo nitakufundisha lakini huwezi kuja sasa hivi nikufundisha umndani angali unajua mimi sijaoa na jamii itaniionaje mwanafunzi wa form 3 nyumbani kwangu Reproduction nitakufundisha kesho, hamna shida. Uh -uh. Nitakufundisha mambo ya fertilization. Usijali, yote mimi nitakufundisha. Ah, uh -uh. Mwalimu hata kunifundishie sasa hivi yani. Kesho nimekwambia, we kesho wae wae, yani kifika tu pale, nikikaa tu kwenye ofisi yangu njoo nitakuelekeza. Ah, uh -oh. Sasa so, hivi mimi nitakufundishaje mwalimu? Eh? Sasa hivi ndio. Kesho. Ah.